Kimsingi hii ni hifadhi ya, ya msitu ya TFS. Sasa askari wetu wa TFS wapo kwenye doria zao za kila siku za kuhakikisha kwamba msitu huu hauvamiwi wala hauharibiwi, lakini wakagundua kuna shamba kubwa la bangi huko ndani. Ndio maana tumefika hapa leo asubuhi hii mapema kabisa kuhakikisha kwanza tunateketeza shamba lote na bangi yote tunaiteketeza, lakini tuendelee kutoa onyo wananchi wanajishughulisha na kilimo vilimo halali kabisa, wanalima tumbaku, wanapata hela zao nyingi, wanalima mpunga, wanalima mahindi, wanalima viazi, miogo, mazao mengi mbali mbali. Wanajipatia kipato cha halali kabisa, lakini kuliko kufanya vitu hivi haramu ambavyo serikali haitaki na jamii haitaki. Na nyinyi ni mashahidi, mnaona vijana ambavyo wanachanganyikiwa, wanakuwa matahila huko mjini kwa kuvuta bangi. Sasa bangi ni zao haramu na, na hairuhusiwi Kimsingi, yeyote anayelima tunamkanya aache. Kwa mfano hapa, mtu angekuwa amelima mahindi yake, hata kama ni hifadhini, adhabu yake isingekuwa kama ambavyo amelima bangi, maanake tungemwambia mazao yake yakiiva ki, ya avune, atoe, asirudie kulima ndani ya hifadhi. Sasa huyu amelima bangi, sisi tumekuja hapa tu, tu, tu, tu, tu tumeiteketeza yote, na tunaendelea kumsaka. Hatujui ni nani, lakini naamini vyombo vyetu vipo kazini, kama vilivyogundua hapa. Naamini tutampata na tutamfikisha kwenye vyombo vya sheria kuchukua hatua stahiki, na mtu yeyote anayejihusisha na kilimo cha bangi aache. Nimesema nyinyi ni mashahidi, bangi zinauzwa mitaani huko, ukitembea unaona watu wanavuta bangi, hasa unashindwa kujua wanazitoa wapi, wanalima wapi, lakini vyombo, kwa sababu kila siku vipo kazini kwa kazi zao, wamegundua mashamba kama haya. Naamini yapo mengine, tutaendelea kutafuta na kugundua, tutateketeza, lakini tunatoa onyo watu wasifanye wasijihusishe na kilimo cha bangi na wala wasijihusishe, wasijihusishe na, na, na, na uvutaji wa bangi na uuzaji wa bangi. Hata anayeuza sio kwamba tu anayelima tu, hata anayeuza hatutaki habari hii. Tunaharibu vijana, kizazi kinateketea kwa sababu ya madawa ya kulevya kama haya, na tunafanya jitihada za kuhakikisha kwamba wahusika wa tukio hili wanakamatwa ili waweze wa kuchukuliwa sheria ambazo sheria zinazostahili, lakini pia tunatambua kwamba kilimo cha bangi kinasababisha watumiaji wakawa wengi mtaani, na hao watumiaji wanapelekea kwenda kutenda makosa mengine ya jinai ambayo yanafanyika, uvunjaji, wizi. Watumiaji wa bangi huwa wanapelekea kwenda kufanya makosa mengi ya kiuhalifu. Kwa hiyo tumekusudia kuhakikisha kwamba tunazuia makosa haya yasitendeke, ili kupunguza madawa ya kulevya ambayo yanakuwepo mtaani kwa kukamata watumiwa, lakini pamoja na kuwateketeza mashamba ambayo yanabainika kama haya na, na hii ndio habari njema zaidi kutoka mchezo Supa. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo e! Leo usiku kupitia ITV na Radio 1, mchezo Supa itagawa kibunda kinene cha hadi shilingi milioni tano kwenye jackpot